Klabu ya Michezo ya Mahakama ya Tanzania yani Mahakama Sports, Jumatano tarehe 11 Juni mwaka 2025, imekabidhi rasmi vikombe vya mashindano ya shirikisho la michezo ya Wizara na Idara za Serikali nchini SHIMIWI kwa uongozi wa Mahakama ya Tanzania. Huu ndio ushindi wa mchezo wa football tuliopata, mshindi wa kwanza kwenye bonanza la Osha Profesa Elisante Ole Gabriel, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya kukabidhi vikombe hivyo, iliyofanyika kwenye ukumbi wa mikutano wa Mahakama Kuu jijini Dodoma, amepokea vikombe na kutoa medali na vyeti kwa washindi wa michezo mbalimbali -mbali, wa mashindano hayo upande wa mahakama kuanzia mwaka 2021. Akizungumza katika hafla hiyo, Profesa Elisante amesema, Ndugu yangu mwenyekiti, lakini pia na wachezaji wote na viongozi mliojumuika nami, nirudia tena kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyewalinda. Kuna ajali, kuna magonjwa yanapokuwa makambini, kuna kugombana na kadhalika, lakini mmesafiri salama, mmerudi salama, na leo mmeleta mpaka vikombe. Kwa makocha wetu, msichoke, endeleeni kubuni mbinu mbalimbali. Sisi nia yetu mahakama, tuendelee kupanda juu juu juu zaidi Akizungumzia mipango ya kuwekeza katika kutambua vipaji vya michezo, profesa Elisante akaweka wazi ndoto yake ya mahakama kutaka kucheza na timu kubwa za Simba au Yanga kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Hivyo kuna tatizo gani mwenyekiti, siku moja mwenye timu yetu ya Mahakama Sports Club ikacheza uwanja wa Benjamin Mkapa na ikafunga na ikafunga timu ya Simba, kuna tatizo gani? E, ni mipango tu, au ikafunga timu ya Yanga? Ni mipango tu, na ukishakuwa na makosa kama kina mbwembwe ambao hawana mbwembwe, lakini majina yao ni mbwembwe. Mimi nina imani kabisa kwamba iko siku ya siku tutaendelea kuwekeza, ndugu mkurugenzi tuendelee kuwekeza kwa sababu vipaji vipo. Akizungumza kwa niaba ya jaji mkuu wa Tanzania Profesa Ibrahim Juma, jaji kiongozi dr Mustafa Mohamed Sian na msajili mkuu wa mahakama ya Tanzania Eva Kiakinkia, ametuma salamu hizi kwa niaba yao. Ndugu na michezo, nianze kwa kuwaletea pia salamu mahususi kutoka kwa Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, jaji mkuu wetu wa Tanzania. Anawasalimu sana, anawapongeza sana, nipigieni makofi. Anafarijika sana kuona kwamba mhimili anaoongoza unazidi kung'ara, naye ameniambia niwaambie, michezo ni afya michezo ni urafiki, kama alivyo sema pia DPC, lakini ameongeza kusema michezo pia ni uchumi. Kwa hiyo anawasalimu sana, lakini pia pokeeni salamu za dhati kutoka kwa mheshimiwa Daktari Mustafa Mohamed Siani jaji kiongozi, naye anawapongeza sana. <coughs> <coughs> <coughs> Hali kadhalika pokee salamu za dhati kutoka kwa mheshimiwa Eva Kiaki Mkia, msajili mkuu wa mahakama Tanzania, naye anawapongeza sana. Kwa upande wake katibu wa klabu ya michezo ya mahakama ya Tanzania mahakama Sports Robert Tende, akizungumzia mashindano ya SHIMIWI mwaka 2025, amesema wana michezo 45 ambao ni watumishi wa mahakama ya Tanzania wameshiriki mashindano hayo vyema na kutoa ushindi hasa katika mchezo wa karata. Mtendaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, licha ya changamoto zilizotukabili timu ya Mahakama Sports ilipata mafanikio yafuatayo: kushiriki mashindano ya Mei Mosi 2025 kikamilifu; mbili. kuitangaza idara ya mahakama na kushirikiana na wadau mbalimbali; tatu. kujenga afya kwa watumishi na kufahamiana na watumishi wa idara taasisi na wizara zingine 4 kuwa washindi wa kwanza kwa mchezo, kwa mchezo wa karata kwa wanawake kati ya timu 44 zilizoshiriki. Tano kuibuka kuwa washindi wa pili katika mchezo wa bao kwa wanawake kati ya timu 44 zilizoshiriki. Lakini mahakama sports imejipangaje katika mashindano mengine yajayo? Nipende kuushukuru uongozi wangu wa mahakama sports kupitia mtendaji mkuu wetu. Kweli ametupa hamasa kubwa, huu mwaka wa nne sasa hivi. Kila tunapokutana naye anatusisitiza nidhamu, pia tupate kuchukua makombe, lakini hotuba yake ya leo imezidi kutuimarisha. E, ninaifanyia kazi kuboresha timu zangu zote na kuongeza baadhi ya michezo mingine kama mwenyewe alivyosema. Napenda darts iwepo na yeye atashiriki kucheza kama mwanasipoti wa Mahakama, na tangia amekuja mpaka hii leo katika taasisi ya Mahakama anafanya vizuri, hajawahi kutoka. Tupo baadhi ya washiriki wa, wa mashindano ya michezo mbalimbali -mbali, wa Mahakama Sports wanaeleza siri ya mafanikio yao katika ushindi wa, wa michezo ya riadha na baiskeli. Jina langu naitwa Justa George wow. Tibendelana almaarufu wa tugonza ni mshiriki wa riadha, ni mkimbiaji wa mbio ndefu mita 800, mita 1500 na mita Nimekuwa ni mshindi wa kwanza mashindano yaliyofanyika Tanga, nilikuwa mshindi wa kwanza mita elfu tatu mashindano yaliyofanyika Morogoro 2024, nilikuwa mshindi wa pili kwenye mita elfu tatu Lakini kwa mashindano yaliyofanyika Morogoro SHIMIWI mwaka 2024 na niliibuka mshindi namba moja mita 800, mshindi wa kwanza mita 1500, na mshindi wa kwanza mita elfu tatu nikiwakilisha timu ya Mahakama Sport Tanzania. Uh, katika mchezo uliofanyika wa memosi uliofanyika Singida nilifanikiwa kuwa mshindi wa pili. Kiukweli mchezo una changamoto, lakini kujitoa ni vizuri na kupata sapoti ya viongozi na mashabiki pia iliweza kunipush, nikamaliza mbio zangu nikiwa nafasi ya pili. Lengo kuu la mashindano ya SHIMIWI ambayo hufanyika kila mwaka nchini ni watumishi wa umma kiwemo wa Mahakama ya Tanzania kujenga afya bora na uhusiano mwema, ilikuwa na no ufanisi mzuri katika kutekeleza shughuli endelevu za maendeleo nchini.